Ngumu kwangu salimia na koma saba, my lord, hey. <laughs> sijui sijui, sijui tu kabisa ina <laughs> saundi ya kuongewa. Ah, madem kidogo hivi siwapendi wa Mijikenda bro, my lord hapo ni kuuma nje. Ah, mlima naye siguze ah, first thing. Mijikenda na zasema. It's miji uh, uh, kenda nazasema I think. Okay. Tulia. Hold on. <laughs> <Mijikenda>. <laughs> Hey, bro, bro ina nitoka. But I think again ni, I think ni kranu moja na watu wa murima ha, ha, Am I right? <laughs> ah lakini brojo <laughs> but kitu yenye najua miji kenda wameevolve kutoka, wako na uswahili uswahili mingi mingi <gasps> hivi, something like that bana. Bro, sijui mingi kuhusu bana miji kenda. The first question you ever ask me bana <laughs> but tulisomanga huko, they are back Okay. Giriama, Mijikenda. Are they this? Wako vile ririte dama? Ni stories zina kuwanga tu za jaba. Oh, God damn it. I think wako divided into two, into two groups. Bata ubaki Bro, siwezi na siwezi chorea chorea la hizo. Ungeniuliza watu wa Murima hiyo swali ningekujibu, lakini bro bana, hebu angalia Murima mahali iko na Coast mahali iko bana, hebu angalia distance. Uko hapo karibu. Mijikenda ni watu wa huko Coast bana wako huko ma coast, coast huko wanawinda masamaki huko. I think I wananga ni chakufanya huko, isipokuwa masamaki na wamesoma. Hey, no, they are Mijikenda. They are Bantus. Oh, yeah. Okay, salamu salamu muska wakisalimia na koma saba my <laughs> Lord. Hey. Yeah. <laughs> Sijui sijui sijui tu kabisa, salamu jomwanza. Okay, yeah, I think their main economy. Yeah? Uh, economy economy what? Okay. Ok, awatu waneza kuon, maybe wanajaribu uvuvi uvuvi huko. Are we together at that point <laughs> Aha, mnazi sinajua, mnazi si coconut. Hakuna mali nyingine inaweza patikana, ama unataka kwenda kuipata ile Victoria huko <laughs> okay, ni coast, mnazi ya. Naijua kwangu naweza sema kitu ya pili bado ni pombe. Kitu ya tatu bado kuna mafuta inatolewa pale hivyo ya kupika na ya yani, nne na ya mwisho uh, I think pia inatumikanga inatumika, nga... inatumika? wana user tu, they they just sell it. Yeah, it's just ni kama cash crops za huko sell za Mombasa huko, eh teleka tsungurirwa ai tele sana nini bro bana tele

asena mwakpe yuna mulungu ha? nini maombi ama yuna mulungu munununasinisagoda nijaja murima jirani yagwira gakwe murima murima jirani ikangukia gakwe eh? so yagwira yagwira, mi naona kani kuanguka anguka, shikari wa geti kapewa godoro, shikari wa geti kapewa godoro. Eh, okay godoro, i think that's a mattress kapewa given

Oh, oh, oh, no hmm? akutesaye ndiye, akuhenzaye. Ati eh, akutesaye ndiye, anakupenda vingi. <laughs> nawezaelewa tu kidogo. akutesaye ndiye, akuhenzaye hmm? Uh, zuhuro rina nguvu. I think umoja una nguvu ya <laughs> mazi ni mawe nguvu inyeeleweka, lakini manzi mawe anajua ni mawe, manzi. Manzi. Oh. Nyeleka, mawe, najua, ni mawe. <laughs> majembe ga chikala hamwanga kari kagaricha kugongana eh? ina saundi ya kugongewa hii eh, but na maj oh, majembe ah.

Uh, I think awaja explore bana kwa hii nchi bana, awaje ingia ingia, let them live, watoke mawalinaish wengi ingie mtaani bana, wajua na watu watu wajue zoe. So like, wajua mi mtu wa Murima, so I, nilikuwa nasikia tu hata nilikuwa nawasoma ah, nilikuwa nawasoma hadi kwa vitabu jo bro. So finally ndo nasikia kuna za... A... <laughs> I told you Mijikenda huko side za wacho move bana ingi, ingi, county, waingie ingie kaunti yeah, nawajitambulishe bana hivyo. Wezi, huwezi lewa the difference between Mjikenda, akiongea na Mtaita I think hizo mbili zinakulana. That's why hata ni ngumu kutambua umjikenda utasema tu ni Mtaita ah.